Hii mvua ya saa mbili eh, usiku imetufumania watu tukiwa bado wengine hatujatoka hata, kutoka ile tunafunga tu dukani hapa, na yenyewe inashuka. Lakini acha yenyeshe, maana joto ni kali sana, kwa mjini hapa Dar es Salaam, joto ni kali sana. Acha yenyeshe ipoze, ipozepoze, ipozepoze hali ya hewa. Lakini watu sasa, ambao walikuwa vituoni Uh, imekula wale ambao wanatembea kwa mguu eh, kutafuta usafiri leo watapata arubu sana sana sana kabisa. Uh, utajua mbichi na mbivu, muhimu wa kuwa uh, na alternative way. Leo ndio utaupata, kama imekukuta hujafika nyumbani hujapata usafiri utapanda gari lolote leo eh, mambo mazuri kama hivyo unaona? <laughs> Ni mambo juu ya mambo.